Oh, uh, kwa majina naitwa Kelvin Habil, meneja mkuu kampuni ya Mwamba Mining. Uh, ni kampuni ambayo of course, uh, tumeanza kwa toke 2018 lakini kwa ukanda wa Nzega vilevile na Mwanza, tulivutiwa sana kuja kuwekeza mkoa wa Geita kulingana na fursa na sera rafiki za uwekezaji, chachu ama sababu ya sisi kuendelea kupambana na, na kupata mafanikio kwa kasi ni kwa sababu ya yale maono ambayo tunayo, lakini vile vile kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya kwa wananchi, kwanza kupambana na matumizi ya mercury, lakini vile vile kutoa ajira, lakini vile vile kuweza kuinua wachimbaji wadogo wadogo ambao kwa muda mwingi wamekuwa wakichenjua dhahabu zao kwa njia ambazo hawapati dhahabu ile ambayo nastahili. Wachimbaji unapata asilimia 40 kutumia njia za mercury leaching, lakini kwa mtambo wetu huu wanapata mpaka asilimia 97. Lengo kubwa la Mwamba Mining ni kuhakikisha kwamba madini ambayo yako chini yanawanufaisha ya wananchi ambao wa wanaishi juu yake, lakini vile vile kutengeneza ajira, lakini vile vile kupambana na matumizi ya mercury, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira wanapata kipato ambacho watasaidia ndugu zao mama zao na familia zao. Tulipoingia Buziba tulitumia vijana ambao wamezunguka Buziba, vijana ambao wako nyumbani hawana kazi, wameza la saba hapo nyumbani, tuliwachukua. Baada ya kuwachukua, tukawafundisha tukawapa ujuzi ambao mpaka sasa hivi wengi wao ni metallurgists, wengine ni maboiler maker fitter mechanics na nyanja zingine tofauti. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tunaamini ni kusaidia jamii ambayo inazunguka na kutoa elimu na kutoa ujuzi ambao ujuzi utakaa nao kwa miaka yote, na tunaamini kwamba ujuzi huu watautumia kusaidia wengine na kufundisha wengine pia. Mpaka sasa hivi tuna vijana sitini ambao tuliwatoa mtaani kwa jobless na kuwasaidia kuwafundisha, sasa hivi wanaajira wanapokea mishahara, na mpaka sasa hivi tumeweza kuajiri vijana wa kitanzania wa kike na wa kiume wasiopungua mia moja thelathini na tano. Sisi sesiala tunachangia tuno, kwa kiasi kikubwa sana, na sisi sesiala yetu inaenda ina, ina, ina engo zote <coughs> engo ya michezo, afya, elimu. Mpaka sasa hivi tunajenga madarasa katika shule ya premari Kiloleli, na miezi kadhaa iliyopita tuliandaa ligi <coughs> tuliandaa ligi pale Buziba na tukaita tule, tuita baadhi ya wataalamu kutoka timu ya Yanga kwa ajili ya kuja kuchukua vipaji kuangalia vipaji katika Buziba ili za kesho mm -hmm. wa vijana watoke Buziba ni Nyarugusu Geita, wakacheze waka Yanga, wakacheze timu zingine ndani ya nchi na nje ya nchi. Vile vile kwanza ni shukuru kwa hii fursa ya haya maonyesho, ni sehemu ambayo watu wameweza kuitambua na kuifahamu Mwamba ni nini, Mwamba iko wapi na Mwamba inafanya nini. Tumeweza kutembea na tuweza kuonyesha vifaa vyetu, tumeweza kuonyesha baadhi ya kazi ambazo tunazifanya kwenye haya maonyesho sasa, na watu wameweza kutambua Mwamba ni nani na anafanya nini na pia shughuli zetu kwa kujionea.